Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Ole wake kila safihi msengenyaji, aliyekusanya mali na kuyahisabu Anadhani ya kuwa mali yake yatambakisha milele. Hasha! Atavurumishwa katika hutama. Na nani atakujuvia ni nini hutama? Moto wa Mwenyezi Mungu uliowashwa Allati tatlau ala al-afida, ambao unapanda nyoyoni. innaha alayhim muqsada. Fi amadin mumaddada, hakika huo utafungiwa nao kwenye nguzo zilionyoshwa.